Hivi hawa wapumbavu wanaoongelea maridhiano hivi, wana akili? Mtu kama Nchimbi anatoa wapi nguvu hata ya kusimama kukaa kwenye kamera na kuongelea maridhiano? Kwanza yeye anaongea kama nani kwenye hii nchi? Kama nani? kwa sababu yeye mwenyewe hajapigiwa kura na Watanzania. Yeye mwenyewe Nchimbi ni batili, yeye mwenyewe Nchimbi ni batili. Watanzania hatumtambui Nchimbi, hatuitambui hiyo serikali Samia. Ndo kabisa sasa, wanataka Watanzania wafanye maridhiano na serikali ambayo hata hawajaichagua, na serikali ambayo ni batili, serikali ambayo hawaitambui. Mmeiba uchaguzi, mmepora watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wao. Hayo ni hayo ni madogo, ila mmeua watoto, mmeua vijana maelfu na maelfu. Mimi personally naamini mmeua eh, zaidi ya Gen Z elfu kumi na kuna siku this will be proven siku this will be proven pale ambapo kila mtu kila mtanzania atakuwa free kutoka na kuweka jina la ndugu yake aliyekufa mmeua watu zaidi ya elfu kumi alafu mnataka wananchi hawa wafanye maridhiano na nyinyi wauaji watoto wetu wamekufa tufanye maridhiano watoto wetu wao wamekufa Hatuendi kutulia, hatuendi kupoa mpaka tupate katiba mpya, mpaka uchaguzi urudiwe. Hakuna kitakachoendelea ndugu zangu. Maridhiano, maridhiano na, na nani? Fanyeni hayo maridhiano yenu, fanyeni na machawa wenu huku uraiani, au na wasanii wenu. Chukueni wasanii wenu, mfanyi nao maridhiano, ila sio wananchi. Ndugu zangu, mtawafufua watoto wao? Mlaua, mmeua kinyama, kikatili hata mkoloni hakuwa na ukatili huo. Hii yote ni nini? Sababu ni nini hii yote? Sababu ni rasilimali za Tanzania na vinyongo na visasi. Hatutaki maridhiano, tunataka haki tu. Na mtatupa haki tutai; hamtotupa tutaichukua haki mbonye.